Ddabali zajioni salama kabisa. Naona leo mashabiki wa Simba ni wachache kabisa, inategemeana na watu jinsi ambapo wamepokea wamepokea tamko eh, la klabu yetu, lakini mimi, mi naamini ambao tunaipenda klabu yetu tumejitokeza kwa wingi kwenda kuisapoti. Haisababishi kwamba sisi tuonekane wanyonge kwenye mechi ya leo. Ninaamini eh kwenye pitch chochote kinaweza kwenda kutokea. Na mna uhakika wa kuchukua kombe ama mnapoteza. Ah, kwenye pitch chochote kinaweza kutokea, lakini eh, kwangu mimi maoni yangu, Siamini kama Simba leo anaweza kwenda kuwa bingwa kwa sababu zangu za msingi, kwamba Simba hii mimi kwangu nimeshayinyima ubingwa toka awali kabisa, kulingana tunaenda kukutana timu bora, kukutana timu na nzuri, timu bora, tunaenda kukutana na timu ambayo ina chemistry nzuri, timu ambayo ina performance ya zaidi ya miaka mitatu, timu iko pamoja eh, pamoja na changamoto zote ambazo walisema Yanga Africans wamekutana nazo za kuondokewa na makocha ndani ya msimu mmoja watatu, lakini kuiona Yanga ikiteleleka, e, kuonesha performance yake nzuri ni ile ile, mwendo wake ni ule ule. Kwa yote kwa yote, mimi naamini eh kitakacho kwenda kutokea leo, kwenye makaratasi, mimi Yanga nawapa faida kubwa sana kwenye makaratasi, nawapa Yanga asilimia kubwa kwenda kutoa ubingwa, lakini kwenye pichi chochote kinaweza kwenda kutokea. Na mashabiki wa Simba unawambia nini, baadhi yao wanaoamini kwamba watachukua kombe? Ah, mimi naambia Mpira una taratibu zake, mpira una njia zake. Lazima tukubali kwamba tuna timu nzuri, lakini lazima tuwape muda. Kwa msimu huu kwangu mimi, Sam Simba, siwapi asilimia kubwa sana Simba kwenda kutoa ubingwa, kwa sababu Simba tumetengeneza projekti kubwa sana ya wachezaji. Tumetengeneza e, e, tumeingiza, tuna maingizo makubwa sana kwenye kikosi chetu. Kwa hiyo ni lazima kwanza wajue ushabiki wao wanashabikia nini, kwa wakati gani, na unahitaji nini kwenye timu yako. Hauwezi leo ukapanda mbegu ukaivuna leo leo. Na unadhani kuna haja ya kuongeza mshambuliaji? Of course, na ndio maana taarifa za Davis ameshafanya analysis ndani ya kikosi chake anahitaji namba 10. Anahitaji na mshambuliaji, kwa hiyo kitakachompendeza, nani abaki, nani aondoke, yeye ndio mwana wa majukumu ambao yeye ndio ameshika kisu, nani amkate, nani ambakishe. Na ungepewa nafasi ya kupanga kikosi leo nani aanze na nani amalize? Ungepewa. Na, mimi kikosi changu cha siku ya leo n Nindia na Pimpi Kamara ningecheza namba mbili Shomari Kapombe namba tatu angecheza Muhammad Hussein Chabarara namba nne e, na namba tano angecheza e, Hamza pamoja na na Shemalon Pondo namba sita ningecheza e, na Yusuf Kagoma namba saba ningecheza na, na, na Elim Panzo namba nane ningeenda na na na Fabrice Wamba Ngoma namba tisa leo ningeanza na na, Ateba na namba 11 ningeenda na, na Kip Dennis. Hicho ndio kikosi changu cha maangamizi kwenye siku ya leo. Neno lako la mwisho ni lipi? Neno langu la mwisho, mashabiki wote tupendane. Siku ya leo inawezekana kuna mtu amekuja na nia yake mbovu, ni ya ugomvi. Hivyo vitu kwenye soka huwa havipo. Twende tukaangalie burudani. Umefungwa, umeshinda rudi nyumbani kapumzike. Huu ndo mpira, mpira una matokeo ya kikatili sana. Ni lazima usije uwanjani na matokeo yako ya nyumbani, mganga kakudanganya, nani kakudanganya. Hayo mambo kwenye mpira hayapewi nafasi kubwa. Ulipojiandaa ukiwa na timu nzuri, una timu bora ndio itakayokupa matokeo katika siku ya leo.